Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu kupitia Mkana Online TV, leo yaliojiri katika uh, tarafa ya Mikumi. Na sasa tusikilize sera na ilani za chama chama cha mapinduzi zikiendelea kumwagwa na mgombea mwenza eh, kupitia tiketi ya CCM, Dr Nchimbi, na vile vile akimwombea kura uh, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa wananchi wananchi wamitiki moja kwa moja, wanasema kwamba 29 uh, Oktoba ishirini 2025 wanaenda kutiki mafiga matatu wakianza na Daktari Samia Suluhu Hassan, e, kura kwake mtiko wa kijani e, wanakuja kwa wabunge e, Profesa Kabudi na Dennis Lazaro Rondo e, wapale ni kura tena moja kwa moja e, mp, ya pili ya tatu ni kule kwa madiwani sasa wa jimbo hili la Mikumi na jimbo la Kilosa ambao wanaenda kutiki moja kwa moja e, hawa wananchi wamekubali moja kwa moja kupitia maelekezo ya daktari e, Nchimbi namna ambavyo daktari Samia Suluhu Hassan alivyoyatenda mengi kwa Watanzania. Watanzania wote wamependwa, na vilevile vile daktari Nchimbi akisisitizia swala zima la amani e, utulivu na usalama a, kuelekea katika swala zima la uchaguzi na hata baada ya uchaguzi kwa Watanzania wote kwa juu, na tuendelee kumsikiliza daktari Nchimbi baada ya kutoa katika viwanja hivi vya live Mkana Online TV kujenga barabara hmm. barabara barabara barabara ya Masungo, Kitange, barabara ya Mjolimo, Mbamba, barabara ya ya ya Kitange Mbamba Dumila Mkundi kupitia Mkana Online mubashara barabara ya Mabana Mateteri kilometa Bara Kilo Bara Kilo Bara 6 barabara ya Parakuo twatwamajina yo aawatwa kilometa 24 barabara ya Rudewa Kisare kilometa kumi na tatu barabara ya Berega Mwandi kilometa 6.3 barabara ya Msuluni Idete kilometa 6 barabara ya Ruaha Mbuuni Chabi kilomita 27, barabara ya Rudewa Unone kilomita 14, barabara ya Zombo Nyamene Ulaya kilomita 24, barabara ya Mamboa Uponela kilomita 17, kilomita 22. Hivi zote nilivyo vitaja zinakwenda kujengwa kwa kiwango cha changarawe ili zipitike muda wote, zipitike muda wote. Hizi nazozitaja sasa ndio nazoenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Kiwango naanza barabara ya Mikumi mjini kilometa mbili, kiwango cha lami. Barabara ya Kitangani Kimamba kilometa 18, kiwango cha lami. Barabara ya Dumira Kilosa Mikumi kilometa 143

ujenzi wa barabara ya Dumila Kilosa Mikumi na mradi wa ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya Dumila Kilosa Mikumi, kilomita 142 sehemu ya Kilosa Wulaya Mikumi kilomita 72. Na au nii, nimeshasoma hii si moye, katika mikoa yote niliyosoma miradi hapa imezidi hiyo baba.

ya miaka mitano kuwa na bima ya afya kwa Watanzania wote, kutokana na changamoto kubwa ya gharama za matibabu. Na tumesema katika siku mia moja za kwanza tunakwenda kuanza na makundi maalum, wanawake wajawazito, watoto, wazee na watu wenye ulemavu. Hapo vipi? Hapo vipi?

Changia Rais wetu wa kwanza, Rais wetu wa pili, wa tatu, wa nne na wa tano na wa sita. Bado na awamu ya saba. Sisi tunaendelea kuongoza. Ah! Hao wengine walifanya wapi tukaona? Jamani. Sio swaga tu. Ah! Watu wameshinda kwao na wanya lolote. Sasa mbele kidogo dini hao ni watoto wa Kisukuma kama vile ambavyo unavyoona wakieleza mambo mbalimbali aliyofanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha uongozi wake. tuko katika tarafa ya Mikumi. Uh, tukiangalia uh, mambo mbalimbali mbali.

kipindi mubashara na Mkana Online TV katika siku hii ya leo. Wananchi, tutambue, tumebakiza siku kumi na moja kuelekea siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba 2025 Twendeni tukatiki mafija matatu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa wabunge pamoja na madiwani kupitia